Maisha. <coughs> Sasa sijui nilie, sijui niche, sijui nitabasamu, lakini mimi jamani, mi na upendo sana. Unajua watu wengi mnanichukulia kama mimi zamwamwa, siju mnanichukulia mimi mbea, si mnanichukulia mimi mna... yaani vyovyote mnavyonichukulia mimi jamani <coughs> ule, koma, ule. Wewe, wewe wewe, mwongo na na huu umbea ninausema. Kakaangu Ommy, kakaangu Ommy, kakaangu Ommy, wewe unamjua Ommy, wewe unamjua Ommy wewe vizuri. Wewe Ommy mtu wa watu, Ommy anapenda watu. Ommy, mimi mimi nakupenda sana, kwa sababu Ommy, una chuki na mtu, watu ndio wana chuki na wewe. Wallahi nakwambia, Ommy, chunga sana kuwa karibu na binadamu, binadamu sio watu kakangu Omi, nakwambia. Eti etw naandikaje? Kaandika Kakajuma, mambo vipi msanio wenu. Kamaanisha Omi hapa. Msanii wenu kagombana na tajiri, kagombana na tajiri yake yule anayesimamia timu ya mpira mwarabu yule kagombana naye na juzi si juzi katika na juzi kafukuzwa Salamanda, yani na password fingerprint zimebadilishwa ofisini kwake, hatakiwi yeye, mpaka wafanyakazi wake aliyowaajili security yote yaani, huyu mtu asiingie, yani asiingie humu ndani, sitaki kumuona. Atakaye muingiza humu, nabadilisha system yote, mpaka ile fingerprint. Ukiingia ofisini unaweka kidole hivi, hata pale kwetu sisi ofisini zipo, unaweka kidole hivi, inakutambulisha wewe basi, imebadilishwa. Hey, sasa itakuwaje? Lakini chanzo cha ugomvi hakijulikani mpaka sasa hivi.

Mi nampenda kweli ule kaka, ana roho nzuri wallahi. Lazim leo na hapa, nampendaga sana, mwenyewe anajua hii habari. Mi kwangu ni uzuni, sijaifurahia mm. Hapana ha, yataisha tu lakini pole mm. mm. kaka wangu, binadamu ao wamwachunganishi, sio siri ya yeah, so e bwana, huo ni udaku ambao Juma ameutoa huko mtandaoni kuhusiana na situation ambayo inaendelea, vitu ambavyo inasemekana ndivyo hivyo situation ilivyo. So ukiwa kama mdau, hakikisha unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.